Enzi wasikilizaji na watazamaji wa channel yetu, leo nataka nikuambie vitu vinne vya msingi katika biashara yote. Katika biashara yote kuna vitu vinne vya msingi, bila vitu hivyo ni vigumu wewe kuuza, na niseme kwamba kutakuwa hakuna uwezekano wewe kufanya biashara yoyote kama hivi vitu vinne muhimu katika biashara yoyote havipo. E, aijaisi unafanya biashara ya magari, biashara ya vitumbua, biashara ya nyumba, biashara ya nguo au biashara ya vipodozi, kama huna vitu vinne muhimu na vya msingi, basi hapo hakuna biashara. Kwanza ni lazima kuwe na product au bidhaa inayouzwa In, bidhaa inaweza kuwa ni huduma au kitu. Unaona eh? y yeah. ko lazima uwe na bidhaa naona yaani lazima bidhaa yupo pale. Bila bidhaa basi hakuna biashara. Huduma kama nilivyosema, inaweza kuwa ni unasihi, e, elimu, hiyo ni huduma. Lakini kitu ambacho kinaweza kuuzwa, inaweza kuwa ni gari, inaweza kuwa ni nguo, inaweza e, kuwa ni vipodozi na kadhalika. Lakini kilichopita katika biashara yoyote ni mahali anapofanikia. Je, je una duka au Je, unafanya mtandaoni? Hiyo ni sehemu ambapo lazima kuwe na sehemu ambapo bidhaa inauzwa. Kitu kingine ni promotion. Biashara lazima uifanya promotion, haijalishi hey, maifanya... unafanyia kwenye masoko haya ya ya haya... labda unauza nyanya au unafanya unauzia supermarket au mtandaoni, lazima ufanye promotion. Unaona e, utangaze biashara yako Naona wengine wanatangaza kwa mteja anaopita, nawambia karibu, nyanya shilingi fulani. Wengine wanaweka hadi zile tags za bidhaa ya labda nyanya shilingi kadhaa, naona au labda mchele kiasi shilingi kadhaa, au labda unasikia kifurushi cha, cha internet ni shilingi kadhaa, ila yote ni promotion. Lazima kuna promotion, lakini kitu kingine ni price. Sa, promotion inaendana na price. Promotion ni kutaja ubora wa, wa, wa bidhaa ile, lakini mwisho wa siku utasema inauzwa shilingi ngapi. Price ni kitu cha muhimu sana. Bila kusema kitu kinauzwa shilingi ngapi, ni vigumu kuuza. Kwao utaambia price na bei hiyo, rafiki, bei ya kuvutia na wengine watumia di psychological price, yaani ni bei ambayo ya kumfanya mteja avutike kisaikolojia. Kwa hivyo ni vitu vinne muhimu kabisa kaje katika kufanya biashara. Unaona je, hivi vitu unavyo katika biashara yako? Basi hakikisha hivi vitu vya msingi uwe navyo ili biashara yako iweze kusonga mbele, nora. Na baada ya hapo, e, nikwambie tu kwamba video yetu hii inapewa nguvu na Festus Isto. Festus Isto ni muuzaji wa Farectronics ikiwemo TV na spare TV, simu, spare za simu E, vifaa vya matumizi ya nyumbani kama fridge e, masufuria na vifaa vya kupikia vya umeme, lakini pa, pamoja na vifaa vya muziki vya muziki e, na leo e, ikiwemo guitars pamoja na microphones aina mbalimbali, lakini leo nakuletea sound card au mic za kurekodia studio leo ndo bidhaa ambayo mahususi nakuletia siku ya leo. Hizi ni mic za kurekodia studio na kuna hizo za laki moja na nusu kama unavyoziona. Kuna za laki mbili na themanini, kuna za laki nne na themanini na kadhalika. Kwa hivyo vile vile utaweza ukawasiliana nao kwa simu namba na sifuri sita tisa tisa mia mbili na nne mia saba themanini tano ili kuweza kupata hizi bidhaa. Hizi bidhaa kwa wewe ambao unataka kufungua studio na una ndoto una ya kuwa produsa au unafundisha mtandaoni au una rekodi maudhui ya kidini mtandaoni, hiyo mik ni muhimu sana. Hiyo mik inakuonyesha ya BM mia nane, lakini inakuwa na sound card ya V8 hiyo inafaa sana katika ajili ya mambo kama hayo. Asante sana, wasiana nao kwa sifuri sita tisa tisa mia mbili nane mia saba themanini na tano ili kuweza kupata kio bidhaa mrua. Asante sana na Mungu awabariki.